Leo ni siku ya saba ya mfululizo wa mashambulizi kati ya nchi ya Iran na Israel. Nchi hizo mbili zinaoneshana ubabe na silaha zinazotumika ni makombora. Sasa Iran imeonekana kupata mbinu ya kupenyeza makombora yake ya hypersonic kwenye ulinzi wa anga wa Israel unaoitwa Iron Dome. Iran imeonya Marekani kutoingilia vita hiyo kamwe, na pia imesema ya kwamba haitapiga magoti kwa Marekani. Upande wa Marekani imesema ni rahisi sana kupambana na Iran na rahisi kumlenga kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei. Kiongozi mkuu wa Iran ameonya wazi Marekani kutojihusisha na mgogoro kati ya Iran na Israel na iwapo Marekani itajaribu kujihusisha watakutana na madhara makubwa. Sasa swali la kujiuliza ni wapi mwisho wa vita hivi? Swala la vita vya tatu vya dunia limekuwa likitajwa tangu mwanzoni wa vita kati ya Urusi na Ukraine, Israel na Palestine, na sasa Iran na Israel, tukizingatia mojawapo ya sababu iliyosababisha vita vya kwanza na vya pili vya dunia Ilikuwa ni miungano yani alliances, na hivi sasa miungano hiyo tunaishuhudia. Iran inaonekana kujiamini kadri kufikia hatua ya kuitishia Marekani. Hivi unadhani Iran inatoa wapi ubabe huo? Na vuguvugu vugu hili la vita linaweza kusababisha vita vya tatu vya dunia? Tuma maoni na usisahau kunifuatilia katika mitandao yangu ya kijamii andika to Ibrahim Jodia, na pia fuatilia Brainset kwa kuandika Brainset Team.